Inadaiwa kwamba kisa hicho kilitokea pale mahasimu wa kisiasa walipokutana barabarani na kuanza vita, huku wakazi wakisema waliwatambua baadhi yao na kwamba ni wanasiasa na wanaojulikana. avanwenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampinu. si hatuwajui mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura, ni ya Malava. Hii kura yuko mmiasi. Walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana magari more than ten, no, wamekuja na mampini, na bunduki mipini mapunduki. Sasa katika ile harakati na Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara ah, walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulim spot huyo ni jamaa kutoka mumiasi huko ndiye alikuwa na hiyo kuni yenye iliguja. Wakazi wa manyonje wanadai kwamba kabla ya gari hilo kuteketezwa watu hao ambao walikuwa wamejifunika nyuso walichukua masanduku mawili kutoka katika gari hilo. Tukio lingine ni tuhuma za uvamizi uliomlenga mwaniaji wa DAPK Seth Panyako na mkewe katika hoteli yao ya Downhill Kaburengu, ambapo wahuni kadhaa wanadaiwa kuingia kwa nguvu na kuwajeruhi wafanyakazi na kuharibu mali na magari. Hata gedi lipo pomaka, wakaingia hapa wakaharibu milango wakaharibu matirisha wakaharibu makari wakakatakate, wenzetu wenye walikuwa wanawakutana nao na wengine wakawapika marungu. Panyako amedai kwamba maisha yake yamo hatarini na kwamba serikali ilipanga njama ya kuwatuma vijana hao kushirikiana na wanasiasa kutoka maeneo tofauti.

that this uh, uh, regime is employing is ballot stuffing. And I'm playing by the rules and I don't want somebody to provoke me to play in this game. Violence is not with me. Mine, I've sold manifest to the people. I've gone to them. they have uh, They have told me their issues. I've told them what I can do for them. Taharuki ilitanda baada ya visa hivyo viwili maafisa wa polisi wakionekana kudhibiti hali na utulivu kurejea, japo maswali yameibuka kuhusu ni kina nani walihusika na kitendo hicho na kwa nini bado hawajakamatwa. Seth Panyako alipiga kura katika kituo cha St Joseph Linyu, naye David Ndakwa wa UDA alipiga kura katika kituo cha Mukongolo. Licha ya visa hivyo vya machafuko wakazi walipata nafasi ya kupiga kura, japo kuna tuhuma kutoka pande zote mbili kuhusu njama ya kuiba kura. Melita Uletenges, runinga Citizen, Malava. Nam, tuelekee kwengineko ambapo watu ishirini na watatu wamekamatwa katika eneo bunge la Kasipul County.